Tanzania Afrika na dunia kwa ujumla. Mwajimapele eh, Nzegedimba Solomonia Twiga Jhabite eh, Sumbawanga. Najivunia kuzaliwa katika ardhi pendwa, ardhi iliyobarikiwa na Mungu, ardhi pekee ya Tanzania. Aa, ni ardhi pekee ambayo tumebarikiwa kuwa na amani pia ni aridhi ambao ambao inaongozwa na Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan ambaye mtetezi wetu, mlezi wetu, na jemidali wetu. Tunaona katika mwendelezo wa kuendeleza katika miundombinu. Ah, ameimarisha miundombinu mbalimbali katika suala la miundombinu ya barabara SGR mwendelezo wa kujenga ama mwendelezo wa SGR ambao sasa hivi nasafiri se kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro, pia kwenda hadi Dodoma. Ah, pia tunaona barabara za mwendokasi ambazo zinazorahisisha usafirishaji au usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ah, tunaona ni kwamba ni ameweka ladha halisi katika mseleleko wa barabara tukiona isijali ikiseleleka katika ile laza halisi ya Tanzania. Pia tunaona mwendo kasi na mabasi ya mwendo kasi yanayo yaki iwa ni mseleleko ule wa halisi, mseleleko a halisi, laza halisi ya Tanzania. Aa, naweza nikasema kwamba ni hii ni ndani ya Tanzania aa, katika uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha miundombinu mbinu pia tunaona hata mikoani vijijini barabara zimefikika kwa kiwango kile cha nyuzi sentigredi tisini katika kuonyesha kwa kwamba ni ukubwa au bora wa serikali yetu e, ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Hassan katika Suluhu Hassan beshkujengana kuboresha miundo mbinu ya barabara. Nimezaliwa katika mkoa wa Rukwa, wilaya Sumbawanga vijijini, ambapo ambao sahivi ni Lahela. Kwa hiyo mimi inaitwa Zegedimba Solomonia Twiga, nakaribisha kutazama filamu yangu filamu ya Tanzamama. Ni filamu ambayo utaenda kujua mengi. Habari salama. Uh, nimekuita hapa kwa majina. Naitwa Profesa Nzege wa serikali kuu. Nimetembelea setu jipya za kivule. Mama ameniagiza kuja kuangalia miundo mbinu, ndio, ya barabara kama miundo mbinu ama kazi yaliyowapa kama mainjinia. Ah, uh, kwenye uinjinia wa barabara tumefikia patule

wa jimbo hili la Kivule mazaburi naye anazidi kukupa motisha kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo, e mama na eh hey, namsitiza namsitiza hey mama, kwa hiyo nimemwambia kabisa, jitahidi jitahidi, kabla ya mwezi huu au miezi hii kuisha hakikisha wamekamilisha hii barabara, kwa sababu ni kipande ambacho ni kidogo sana ambacho kimebaki, lakini asilimia aumianishamaliza katika jimbo hili la Kivule. Ndio, ndio, ndio, maa asante sana mama Wanakivule wanakupenda sana mama, na wanasema kutoba tuna tiki, unasonga mbele e, ndio, na wanakaribisha sana mama, watembelea watembelee huku juu waone, na wamesema io tarehe ishirini na ngapi, ta ishirini na tisa siku ya uchaguzi, watajitokeza kwa wingi, watapiga kura kwa wingi, na mama, tutakuchagua wewe. Yaw, wamesema hivyo basawa, mama mimi. mimi nashukuru sana mama, mama, nakutakia majukumu mema mama, haya mama, haya asante <tipa>